Mshahara wa mfanyikazi wako uliyekata kumlipa unalilia. Kuna tumishahara twingi tunaliaga, hiyo pesa umeweka hapo, inalilia Mungu. Huyo msichana umeweka kwa kazi kama mnyama, wewe! Nyinyi mko sawa, nyinyi mko sawa? Ndiye anamuka, anarauka mapema, anakuandalia chai, anaandaa watoto yako, anaandaa kila kitu, anakuwashea nyumba. Na ile sababu ulileta msichana ya kazi ni kwa sababu ulikuwa umeshindwa na kazi, lakini wakati unakaambia kwanza, maliza ile ile makanda ilikuwa ya juzi, maliza hiyo viazi kwanza. Na kanakula jikoni peke yake, kana kwamba hakajazaliwa, ni kama hana mama. Lakini katoto ka wenyewe haukapeleki shule, haukanunulii nguo, haumpatii hata of hata sabato. Unakuja naye kanisani, yeye ndiye ashidi akinyamazisha mtoto. Ni lini ye atapumzika sabato? Hiyo siku tuza mtoto yako huyu, mtoto apate ruhusa siku ya sabato Biblia inasema usifanye kazi wewe hata mjori aliyekwako kwa, kwa nyumba. Ikifika Ijumaa unamwambia sabato imeingia, ukitaka kusika mtoto ni sawa, la sivyo izoke. Okay, uko ofu. Biblia inasema mshahara wake unalia. Watoto wako unawekea rumu, sawa, unanunua ma sheets na blanket, rumu ya watoto wako iko sawa, lakini mfanyikazi analala kwa kiti, hakuna hata blanket sichana wa wenyewe, hata wakati ule wake wa maana ukifika, hajui afanye nini, anatumia matresi yanakata nusu au sponji. Mtoto wa wenyewe ambaye alizaliwa kamba, utamusaidia mshahara wake unalia unalilia Mungu, unamunyanyasa kweli kweli.